Bujumbura, Waziri wa Mambo ya Nje wa Burundi Edouard Bizimana ameliambia shirika la habari la AFP kuwa zaidi ya wa Wakongomani elfu arobaini wamekimbia mapigano nchini mwao na kuelekea nchini Burundi ndani ya wiki moja, huku mamia wengine wakivuka mpaka kuelekea Rwanda kwa mujibu wa makadirio ya awali ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, zaidi ya watu laki mbili wamelazimika kuyahama makazi yao katika mkoa wa Kivu kusini tangu Disemba. Tarehe mbili kuingia kwa mji wa Uvira mikononi mwa waasi wa M23 kunachukuliwa kuwa pigo kubwa kwa serikali ya Kongo. Vyanzo vya kidiplomasia vya Ulaya vimesema Kongo ina wasiwasi kwamba waasi hao wanaweza kusonga mbele kuelekea mkoa wa Katanga wenye utajiri mkubwa wa shaba na cobalt, kitovu cha uchimbaji madini ambacho ni tegemeo kubwa la uchumi wa taifa hilo.